Ni mwendelezo wa taarifa, ripoti na matukio mbalimbali yanayoendelea kujili hivi sasa katika anga la kimichezo burudani, pekee ambayo inaelekea ukingoni kwa msimu wa ishirini na nne ishirini na tano imepata kashikashi kubwa sana hapa eh, kwa siku za hivi karibuni. Yote hayo yameletwa na kughairishwa kwa mechi ya dabi nambari mia moja themanini na nne na mpaka tunavyozungumza kumekuwa kuna vuta ni kuvute baina ya klabu ya Young Africans, bodi ya ligi pamoja na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Nipo na Heavyweight underscore Dula kupata yake maoni juu ya kile ambacho kinaendelea kwa hivi sasa katika hayo ambayo tumekuhabarisha. Ebana, hali yako iko vipi? Kwema ndugu yangu, safi kabisa Salama ndugu yangu. Of course kinachoendelea mimi nimekiona hmm, kwa sababu eh, kwanza jana nimeona kuna mkanganyiko kidogo sababu, yeah. <laughs> <laughs> eh, imagine TFF wanawaambia wana, wao hawajai hawadaiwi yeah, tunawadai nyie. Okay. Na Yanga nao wanasema sisi hatudaiwi yeah, tunawadai nyie. Yeah. <laughs> Yaani unajua ambacho kimenifurahisha kwenye hili sakata ni kimoja. Yeah. Kwamba TFF kwanza hajabisha kwamba Yanga hakupewa zawadi yake ya ubingwa. Hajabisha ila alichokataa eh, ali ali ali ni kwamba sawa haujapewa zawadi lakini eh, ina, ina, kuna, kuna, kuna barua ambayo Yanga mliandika kwa ajili ya kutuomba sisi zawadi zenu zikatu kwa ajili ya ishu za eh, kulipa ada za wachezaji wa kigeni. Manake ha, uzuri hawajakataa wale TFF kwamba hawajawapa Yanga zawadi, lakini wanachokataa ni ile neno kudaiwa, ila sisi ndo tunawadai nyie. Umeona, na Yanga sasa naye Uh, yeye naye haamini kama anadaiwa, yeye anachoamini yeye ana, anadai yeah, kwa sababu katika yale makato ukishayakata yote bado wanasema kuna milioni mia mbili ishirini na yeah. sita zinabaki yeah. kwa ajili ya pesa yake mm. kwa hiyo sasa ikapelekea mpaka kuweza kuitwa mtaalamu wa fedha, na sijafuatilia hapa kama alitoka na majibu, kwa sababu niliona tu mwisho wa siku msemaji wa Yanga imeenda shirikisho la mpira wa miguu Mm, si ndio waliupeleka? si wali, wali aa ah, walienda wote kwa pamoja, kwa maana ya mtendaji alihudhuria pale yeah, e, mtendaji mkuu ya yeah. Lakini niliona Marion Dimbo alisema kwamba Yanga hawakuzungumza chocho, kwa hiyo sasa inawezekana ina, ina mwafaka haukufikiwa lakini, uh, mimi nafikiri uh, TFF, uh, TFF wanabidi tuseme, wanabidi wawe makini kwa mfano kama itatokea, uh, kweli wanadaiwa, basi walipe kwa sababu hiki kipindi si kizuri sana, hiki kipindi si kizuri, si kizuri, umeelewa? Na, na, e, na, na, na, na, na mtu ambaye wanacheza naye, unajua Yanga amekuwa na misimamo misimamo sana. Kwa hiyo inapotokea mambo yako kwa upande wa Yanga, usicheze na swala lake, bora mpe tu pesa yake. Kama kweli anadai basi bora mpe. Eh hey, malizane kwa sababu mwisho wa siku Yanga ni, ni kama unavyomuona yani ni mtu ambaye eh, ni timu ambayo ina ina ina ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina misimamo, misimamo yao na nini, kwa hiyo eh, kwenye jambo lao na usiingie kwenye 18 zao. Wakiwa kwenye jambo lao usiingie kwenye 18? 18 eh hey, achana nao, yani <laughs> achana nao Yanga usiingie kwenye 18 zao. Ukiona kuna jambo ambalo litaaffect wewe achana nao. Eh hey. Hey, lakini Eh, tunarudi kwenye eneo muhimu kwamba kuna jambo mimi nimeona linaenea, sijui nafikiri tutakuwa tawe, sijui utakuwa umeliona nini, ni, ni, ni kwamba ni kama design kwamba wanasema eh, baadhi ya wadau wengi nchini wanasema wasoka sasa wanasema kwamba eh, Yanga wanachokifanya ni kupigania maslahi ya vilabu vingine vyote katika hili lao na bodi ya ligi mm -hmm. Sijui kuomba yale matakwa manne ni kwa sababu ya kuvisaidia vilabu vila vyo vyote mm -hmm. Sasa hilo swala kwanza mimi napingana na nalo, alafu jambo la pili, mtu kwani huwezi kufikiria kwa akili kawaida mm -hmm. kwamba hii ni propaganda, yani direct hii propaganda imekuwa injected ili ku, ku, ku, kuwafanya hawa vilabu vingine vi vijikute vi, vi, kwamba kama kwa sababu haku siamini, yani e, kwenye mata, yako manne matako yako manne, ndio ujaelewa hoja. Nimeileta mimi jafu ujaelewa, yote manne yanasema kwamba ya kwa ajili ya kwa kwa sababu ngoja, ngoja nguze swali yeah, Bodi ya ligi inaendesha nini? Bodi ya ligi, yeah. Bodi ya ligi. Sinaendesha ligi. Yeah, wana, sasa, sasa kama wanaendesha ligi mm, eh? mtendaji mkuu wa yeah. Bodi ya ligi ana, ana, ana, ana, ana, ni, ni mtendaji mkuu wa, wa, wa, wa kitu gani? Wa ligi. Si wa vilabu vyote, eh, vyote. Sasa sindo katika matakwa yao sinataka mtendaji mkuu ang'oke, maana ndani ya bodi ya ligi wajumbe ni wenye viti wa vilabu ndiyo, oh, eh. Sasa manaake yule, Ma yule mtendaji, mtendaji mkuu yeah, yeah. Maanake ndo anawaongoza yeah, yeah. We, wenye vitu wa vilabu vyote, si ndio inavyokuwa? Sasa uwezi ukasema kwamba atakuwa moja ndio la vyote amna yote manne, kwa sababu akiondoka yule atakayeingia ataendelea kuongoza vilabu vyote. Kwa hiyo ile ni mass majority. Sasa washagundua Yanga kwamba hichi kitu tunachokifanya. Eh, sawa sisi tuna demand hichi, lakini hichi kitaenda kuimpact watu wote, yani vilabu vyote kumi na sita, sinanielewa mm. Sasa, sasa wanachokifanya wanaeneza zile propaganda ionekane kwamba wao wamekuja kwa ajili ya nia ya kusaidia mpira, si kweli. Simenele leo y Yanga ushai kuona wapi Yanga apiganie maslahi ya, ya, ya Simba au Azam au timu zingine? Yanga anachokifanya anasimamia maslahi ya timu yake. Nani haitoka ito, haitoka itokee Yanga akasimamia au akapigania maslahi ya Simba Menedeo, au tim nyingine haitoktoke labda hiyo. Lakini Heavyweight, kwa namna umeanza vizuri, kama TFF wanadaiwa kweli na Young, basi walipe deni ambalo limesalia katika zile milioni 400 kwa 200 zilizobakia. E, hiki e, ambacho kinatokea dhairi shaili ndio yale ambayo yalizungumza e, skalia kwamba wamekuwa wakibebana ndani yake e, kuna kunufaika Uh, ushikaji ambao umetawala ndani ya TFF ndo athari zake hivi sasa, uh, hiki ambacho tunakiona. Of course ah, unajua mimi sitaki kudrift sana huko kipindi cha nyuma na nini lakini, uh, kwa kifupi ni kwamba federation zote zilizowahi kupita zilikuwa zina changamoto mm, lakini hii ndio inaonekana ina afadhali mm, katika zote ambazo zimewahi kupita hii Of course wangu. Chini ya e, malinzi nafikiri inajulikana ufisadi ulikuwa ni mwingi, si unanielewa? Ufisadi ulikuwa ni ma, maela chungu mzima yalionekana yali, yali, yali, yali, yali kuchotwa kwenye akaunti za TFF kwenda kwenye akaunti za watu binafsi, nafikiri si unakumbuka kumbuka vizuri e, lakini kulikuwa pia maendeleo ya soka yalishuka hafifu mno, hata uendeshaji wa ligi ulikuwa ni wa, wa, wa, wa mazabe mazabe sana, umeelewa? Sasa huu at least tumeona ukuaji wa timu za taifa ukuaji wa timu za vijana ukuaji wa vilabu yeah. Miundombinu kuboreshwa, sijui mambo ya AFCON timu za, za, ya taifa Tanzania imeingia AFCON mara tatu imef... yote ni kwa sababu ya hii bodi ya ligi, hii ndio imesababisha klabu au hivi hizi ligi yetu hii kufika nafasi ya nne. Sasa Yanga walikuwa wapi kupigania maslahi ya mpira kipindi cha nyuma? Waje kupigania leo ambapo ligi imefika nafasi ya nne, ili mradi kwenye miaka mbele huko ionekane kwamba hii miaka ambayo vilabu vimefanikiwa Eh, alosababisha ni Yanga kwa sababu alifanya hivi kumbe, no, fukuto lote limetokana na mechi kuhairishwa eh, tarehe nane hapo kwa. Kwani uelewi nini kaka? Uelewi nini yani? Wewe kwa, kwa, kwa sababu kwa sababu mimi nimetoka kusema no. Menelewa, kuna propaganda e nisikize kwa makini, kuna propaganda okay. imetengenezwa Iki unda ikiundwa kwamba ikionyesha kwamba Yanga anachokifanya ni kwa sababu ya vilabu vingine, manufaa ya vilabu vyote. Si kweli, na nikatoa sababu. Yani, kurudia rudia maneno ni kitu ambacho kinapoteza muda. Mimi nitakwambia kitu kimoja sawa. Yanga, kama kweli walikuwa wanataka kupigania maslahi ya vilabu vingine, huo ni wanaharakati tunauita, si ndio? Kama mwanaharakati utakiwa kuwa na uchafu, mwanaharakati utakiwa kula rushwa, utakiwa kujilimbikizia mali kwa mfano, si ndio? hmm. Sasa tukija kwenye mpira Yanga ana, ana, ana, ana, ana, anaeneza hizi propaganda kama mwanaharakati kwamba yeye amepigania vilabu vingine au anapigania vilabu vingine, si ndio? Unapigania vilabu vingine wakati wewe mwenyewe ndio mharibifu? Hakuna kipindi ambacho Yanga wamelalamikiwa kama kipindi hichi kwa sababu ya udhamini wa timu nyingi. Hakuna, haijawahi kutokea eti klabu moja, mdhamini wa klabu moja ambaye ana interest na hiyo klabu anataka kuwa mwekezaji mkuu wa hiyo klabu bado akawa uh, akapewa shareholders za kumiliki za, no sio shareholders sio, siwezi ezikasema lakini udhamini tu, tuweke tu udhamini. Udhamini wa kawaida, kudhamini vilabu vingine tofauti zaidi ya saba kwenye ligi sio kweli, sio, unaelewa? Kama wao wanataka kuusevu mpira, anza na hilo swala, ondoa udhamini, baki na timu moja, umeelewa? Na pengine haya yote Leo hii huyu huyu TFF na Bode League TFF washai kuingia udhamini na GSM ili hali wanajua kwamba GSM ni eh e. Sasa inawezekana kuna kitu kimegongana, kime, kime kati ya TFF na, na GSM matokeo yake ngoja, ngoja. matokeo yake kinachotokea ni kwamba huyu anamwona huyu mbaya, na huyu anaona huyu mbaya. Huyu anataka fulani atoke pale kwenye nini ili aendeleze mambo yake. Tunaona kwamba TFF ni wanufaika pia wa, wa, wa mambo ya, ya, ya Young Africans kwa maana ya yule mdhabuni wa upande wa, wa masuala ya mavazi. Sikiliza Jaffe, kwanza niache niongee, maswali yatakuja, ila kwanza niache niongee kwa sababu kila nikiongea unanichapa swali, sasa pointi itakuwa iishi, ila ni kwamba mimi sitaki kujua kwamba TFF ananufaika vipi na huo mkataba najaribu kumuelewesha Yanga ambaye anasema kwamba yeye anapigania maslahi ya mpira. Si ukweli, wanaopigania maslahi ya mpira hawapo kwenye vilabu hivyo, si unanielewa? We mtu unajua kabisa hii ligi inahitaji competition ya, usi, ya ukweli, umeelewa? Unakaa unadhamini timu zaidi ya mbona, zimepigwa kelele, mbona walikuwa wanapuuza? Hawana mifano hai? Wapi ume, umeona sehemu nyingine imetokea kitu kama hichi? Hakuna ukiwa mmiliki wa klabu A kwenye ligi fulani na mmiliki wa klabu A kwenye ligi nyingine kwenye UEFA Champions League hautakiwi kuleta zote hizo, haijalishi yani, ikizidi, of course ikizidi tu asilimia thelathini, unaambiwa weka pembeni aje iende moja. Sasa huku huku, imagine mdhamini mmoja anadhamini timu nane, alafu unasema wewe unatoka hapo unasema eti wewe unapigania maslahi ya vilabu vingine, sio kweli. wewe ulikaa na TFF. TFF ndo alikupa wewe madaraka ya kutaka kudhamini. Tuliona blanda mwaka 2021 Eh, GSM wame inject pesa, anataka kuwa mdhamini mwenza mm. kwenye ligi mm. wakati ana, anamiliki klabu <laughs> unaona jambo hilo TFF wakakubali, na wakasaini. Simba wakagomea kutumikia ule mkataba, sio alikuwa Barbara sinakumbuka. Baadaye Simba walivogomea, walivojua, walijua kama wamekosea, kwa sababu mbona waliuvunja, oh, makubaliano ni timu zote, sio na nini, kwa hiyo sababu timu moja imegoma, basi mkataba sasa. Mkataba gani wao ambao hatuwezi kuendesha ligi hivyo, umeelewa mm? Kwa hiyo pale walikuwa hawajui kama wana, wanaharibu mpira, umeelewa mm. mm, pamoja na hivyo pia tukaenda mm, tukashuhudia jambo jingine mm, mambo ya tim, tim, timu za ushikaji timu ushikaji. Unazijua timu ushikaji? Yani unatoka hapa unaingia kwenye, unashuhudia mechi ambayo unategemea kutoa upinzani Eti unaona kuna kuna timu nyingine inapanga kikosi dhaifu dhidi ya Yanga na vitu kama hivyo mm. watu wakicomplain tunaambiwaje? si unaelewa, kulikuwa kuna vitu vingi vya sasa. Kama wewe unahusika kwa, kwa kiwango kikubwa pia kuchafua ma, mazingira ya ligi mm. kwa nini sasa leo useme unapigania ligi? Wewe unapigania maslahi yako, sio mpira wa, wa, wa, wa, wa Tanzania. Mimi nakataa, na kipindi ambacho wewe unakuja na hizo hoja sisi wadau tukija kwa statistics tuna, tunaona ni uongo. Ligi hii awamu hii imekuwa ligi ya nne barani Afrika, haijai kutokea miaka yote. Kwa nini usipiganie kipindi hicho tuko matopeni? Kama kweli unataka ushindani, unatoka vilabu vya vya nje vinakuja hapa kucheza ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, umeelewa? Tena tumefika kwenye stage ambayo tungeweza kuleta kombe la Afrika hapa hapa Tanzania, umeenda kumsupport opponent. Alafu unasema eti wewe leo unataka ku, ku, kupigania mpira u, u, yani ule ambaye ulikuwa unampigania asichukue kombe la Afrika ndio ule ule tu ukampigania kwenye ligi. Hizo propaganda za wapi? Mimi nashangaa kwa. Alafu mtu hata hana sijui sasa kichwa kinakuwa kina kazi gani. Em, think, think. Kwamba hii kitu si kweli. Hapa kuna propaganda zinaenezwa ili Yanga anufaike kwa sababu ili jambo linaenda kugusa vilabu 16. Ili aweze kunufaika ni very simple. Anatakiwa awaaminishe umma kwamba hivi vilabu vyote vitanufaika kwa sababu unavoenda kuigusa bodi ya ligi, unavogusa shirikisho, unavogusa sijui kanuni na, na, na, na, na, na sheria, unagusa vilabu kumi na sita. Kwa hiyo sasa, ili nionekane kwamba niko correct, natakiwa kwanza ni inject kwenye akili zao kwamba hichi kitu kitawasaidia na wao. We, kitu kitu cha Yanga kitamsaidia vipi Tabora? Tabora hata kuja kuwa favorite wa chochote kwenye ligi ni Simba na Yanga tu. Sijui kuna tokea favoritism ya timu kubwa atapewa hizo kitu ambacho Tabora aweza kunufaika labda ni kuperform vizuri dhidi ya timu moja, mchezaji mmoja mmoja atoke alipo pale akaenda kusajiliwa na hizi timu mbili, atapata hizi favor, lakini hakuna. Umeelewa? Sasa tunakuja hapa, unaambia mimi. Mimi niwaambie tu kwamba hao wanaotumwa kueneza, kwa sababu of course Tanzania sasa hivi ni very simple, unaweza ukasikia agenda moja inazunguka kwa watu wa kumi tofauti unaona kabisa hapa kuna kitu yaani mtu um, A mtu um, B mtu um, C mtu D um, wote uh, okay, wanaongea jambo moja lile lile mstari ule ule idara ile utasema wanaongea vitu ambavyo um, vimeandikwa kwenye kanuni na sheria huyo okay. yeye anaipigania timu zote huyo anapigania timu zote huyo kaujia na chombo kingine zote yanga zote yanga apiganie simba yanga we mzee tuheshimiane Haiwezekani, mbingu mpaka hakuna ina, ina, ina, si pe... juzi tu hapa Simba walikuwa wanacheza shirikisho na e, kama wangekuwa na uwezo wangeweza kumsaidia Simba kwenye maandalizi nyeti, kwa sababu Yanga si walifika fainali mm. si walishindwa kuchukua kombe, walitakiwa kutoa full support kwa Simba yes. Alafu leo akasema leo tunapigania pia mpira wetu vile vile mm lakini swakata lime, linakuja wanasema wanapiga wanadai pesa zao milioni sita zinahusika, vipi kwenye madai. Anachotaka kukifanya ni kugombanisha mamlaka na timu zingine. Mimi nimepembua nikaona sio kweli. Mendele. Yanga mwenyewe ana matatizo kibao kwenye ligi tu yeye peke yake anasababisha ki matatizo kibao ambao anatakiwa kusoviwa. Leo hii anatoka anasema yeye anapigania ligi. Anapigania ligi gani? Ligi ambayo imefika nafasi ya Tanzania. Na katika mtu ambaye alikuwa anabisha kwamba ligi ya Tanzania haijafika nafasi ya nne ni hao hao mashabiki ligi wa Yanga pamoja na wadau wa Yanga. Mm. Wao wanataka ligi waambiwe ya ishirini ndio nafasi yao iridhike. Lakini wavumbu wa nne, kwa sababu hawapendi mamlaka, hawapendi shirikisho, hawapendi bodi ya ligi. Wanaona kama sifa zinaenda kwao alafu wao wana nini? Kwa hiyo naomba Watanzania tu, tu- tutumie unavosikia la kuambiwa changanya na lako, mm sio? Umeelewa? okay. mm. okay. Usikurupuke. Chini ya uongozi huu mambo mangapi yamefanywa? Anza ku review chini ya uongozi huu mambo mangapi yamefanywa? Umeelewa? mm. Vituo vya kulea na kukuza vipaji vimejengwa vingapi? Soka la vijana limetoka wapi limeenda wapi? Leo tunanufaika na wachezaji tunaelewa. mm-hmm. Hey, lakini wa soka la vijana. Lakini AFCON imekuwa kama mwembe wa uani tunaingia tu. Bado kutoka kwenye makundi kuingia kwenye hatua inayofuata. Lakini tume, tume, tumeonyesha kwamba tunaweza kucompete. Tunatakiwa tushikilie hapa. Tumeshatoka kwenye mambo ya marufu marufu ama nini huko? Unaelewa? Sababu taasisi kubwa lazima idaiwe by the way. Taasisi kubwa lazima idaiwe. Wao. Economics. Economics, yeah. <laughs> TFF. TFF wanajua wanadai Yanga. <laughs> Kwa hiyo watajua maslahi yao, wakipewa pesa zao wanachotaka jambo lao kama kuna uvuguvugu wowote wa kubadilika katika mambo ambayo yanawanufaisha hao, hawataki. Wakishasikia kuna uvuguvugu uvugu, kwa bwana, msimu ujao timu moja tu, sio msimu ujao sio nini ah ah faia ah. Waje waondoke, waje wengine, hatuwezi kuendesha Mwa... changamoto ambayo inapelekea yote kuwepo. Ah, nimesema kwa sababu hata hilo si linawanufaisha by the way. Kwani hilo waliwanufaishi? Tuongee ukweli, yeah. aliwanufaishi ilo swala la yeah, hey, hey, timu nane sababu of course. Sasa kwa nini kwa nini tusiongele tu, tu, tu, tu, tu? na ni muda muda wa kila mtu kutoa hoja zake. hizo timu nane ambazo wewe unaudhamini nazo hakuna hmm, timu hata moja ambayo imeonyesha uh, ushindani ambao unaweza kukuzuia wewe kupata matokeo katika yote. Of course sasa hapo utasema afu fikiria bana Jafa hichi kipindi Ndo kile kipindi ambacho kila mtu mwenye jambo lake. Si wewe unataka kufanya mapinduzi sasa? Sasa mapinduzi manake yanakuja pia na hoja lazima, kila mtu mwenye hoja zake anaweka mezani sawa, kwamba bwana wewe unasema una, unapigania vilabu vingine, lakini hii bodi ya ligi na TFF pia wewe umehusika kuichafua kwa namna moja au nyingine, kwa sababu mkataba bland ambao wamewahi kusaini kwenye historia ya mpira umetoka kwenye udhamini wako wa, wa, wa mtu ambaye anaidhamini timu yako.